zangu wapendwa, ningependa kutumia nafasi hii kidogo kuwakumbusheni tu kile ambacho Baba Mtakatifu ametupatia katika mwaka huu kwa ajili ya kuombea amani, amani duniani kwa namna ya pekee kuomba pia kwa ajili ya amani ya nchi yetu, amani duniani. Anasema amani ya kweli inafumbatwa katika ukweli i tuelewane hapo. Amani ya kweli sio tu kuimba nchi yetu kisiwa cha amani a lazima ifuate haya katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hapo utapata kitu kinachoitwa amani. La si, usiongelee amani. Amani ni tunda la haya. Kumbe kuna haja ya kukuza na kudumisha utamaduni wa kuheshimu haki msingi za binadamu na kwamba kila mtu anapaswa kuwajibika ili kujenga na kuimarisha mfungamano, mafungamano ya kijamii na mahusiano pamoja na Mwenyezi Mungu, tusipate picha ikaonekana ni kituko katika Tanzania. Mtu akajiuliza hii ni Kongo? A a eh. No, waamini na watu wote na wenye mapenzi mema zingatieni utu, heshima ya binadamu na haki yake ya kimsingi ujumbe, ujumbe usio wangu wa Baba Mtakatifu nasoma katika mwaka huu pekee, mwaka mtakatifu zaidi na sisi, kama kuna majukumu na kuna matendo labda ya uchaguzi mkuu yako katika mwaka mtakatifu msichezee hapo ndio pa kutokea nendeni katika hili ukifinyanga finyanga tu unapita unafikiri tuko tu Kongo M23 No, this is not Tanzania <laughs>